Kulwa ni kijana wa Kisukuma mwenye kipaji cha kijeshi na teknolojia ya kivita. Mtaalamu huyu alichukua mafunzo ya ujasusi Asia, akarudi nyumbani kusaidia jamii yake. Hapa ni kijijini kwao, Kisesa. Eneo la kijijini linalochanganya mandhari ya asili na viashiria vya maendeleo. Kuna minuko, misitu midogo na mawasiliano ya barabarani. Kundi la wahalifu wa, wa kimataifa limeatua Kisesa kwa lengo la kuchimba madini ya nadra yanayotumika kwenye silaha za kisasa. Wanatumia drones, mabomu ya ardhini na helikopta za kutoroka. Baada ya kupata taarifa kutoka kwa rafiki yake, Kulwa anarudi Kisesa akiwa na vifaa vya kisasa: smart glasses zinazotambua madui, drone ya upelelezi yenye kamera za infrared Shotgun ya magnetic EMP ya kuzima vifaa vya kielektroniki. kosa nanza operesheni ya usiku. Anaingia kwenye kambi ya maadui kimya kimyakimya, anazima mitambo yao kwa kutumia EMP. Anaongoza mapigano makali katika kichugu cha dhahabu akitumia tactical smoke kuwatenganisha. Anaangusha helikopta ya kutoroka kwa kutumia drone aliyotengeneza Kulwa anakutana ana kwa ana na kiongozi wa kundi, wanafanya mapigano ya mikono mitupu hadi kiongozi anaposhindwa na kukamatwa. Wananchi wa Kisesa wanakusanyika na kumpongeza Kulwa. Polisi na wanajeshi wanafika kuchukua mzigo wa madini. Na sasa tunaona bonde la Kisesa na ziwa Victoria kwa mbali, huku Kulwa akijisemea: Uzalendo hauhitaji bendera. Unahitaji moyo wa kujitoa hata ukiwa peke yako.